zuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa e, baba Raila Amolo Odinga kwenye mazishi na e, nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia, immigration ya Tanzania ikunajipanga kunizuia, na tangu jana nilipokuwa na safiri e, nilipofika Mwanza nimeona e, kulikuwa na, na ukaguzi ambao sio wa kawaida, hata nilipofika Magu leo asubuhi gari yangu imekaguliwa yote na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita, na baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana makutano yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaje hivi. Nilipofika kwenye boda ya Tanzania wakati naingia wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafuatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda hapa wakati nakuja kugonga passport amechukua passport yangu wamenizuia kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border Isebania wamezuia mimi kusafiri bila sababu kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania kwa hiyo usiruhusi kusafiri nimemwambia mimi nimetunga sheria nimekuwa mbunge ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusi kusafiri kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamzuia, nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu ameondoka nayo, na wamesema siruhusi kusafiri. Kwa mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine. E, na e, tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi. Na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu e, hivi ni vitendo vilivyofanywa na wakoro kuzuia mtu kwenda kufanya kwenye mazishi. Mazishi ni ibada. Amekufa kiongozi mkubwa sana wa mageuzi ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu, tuna mwenzi, tuna mheshimu, ndio maana tumesafiri all the way. Lakini la pili, mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia, siwezi kukimbia nchi yangu. Nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa narofanya kufanya siasa za upinzani sio kosa. Kupinga serikali sio kosa. Kumpinga rais Samia kwa hoja siyo kosa. Kwa mimi, siwezi kukimbia. Nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo na kesho ntarudi. Kama wananihitaji basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoke. Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi na lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kumtiti kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, mtu una maelezo teni, kwa nini wandike, unachukua pasipoti yangu? Wandike. Mwandikie kwa sababu so mmekuja. Niambie. Why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana utakosea. Don't tell me. Yidanda, no. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mpe arudi nayo bila yani. Kwa nini unizuia? Mimi nataka mpe arudi bila yani. Bila yani mpa pamoja. Wewe mpe arudi bila yani. Kwa nini? Shika hiyo. Shika hiyo.

Mimi ni kiongozi, sina kosa. Kama kumpinga Samia ni makosa, mseme, niambieni kwa nini mnachukua passport yangu? Full stop. Mimi naenda kuzika na, na nimewaambia naenda kuzika na rudi. Mimi ni kiongozi kwa sababu nyie sio Mungu hata nizuie kufa. Kama mnataka kuniua vile vile, sema. I was born once, I will die once. We live once. Na mimi nimekataa kuwa mtumwa. I know there is consequence. So don't intimidate me. Mi nimekuwa mbunge, mimi sio kibaka, nimekuja hapa, mi nimezaliwa hapa. Ningetaka kupita huku msinge niona. Nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika na tumetaarifu dunia kwamba mi naenda kuzika, nanizuia nachukua pasipoti yangu, unawaambia wanipige. Wanipige nini? nimekosa nini?